Unasubiri nini? Hujaenda shule kwa nini? Ndio umejitarisha kitambo, nenda shule. Nani unamsubiri hapa, Rei? Tusikorogane, tusikorogane. so, hebu fanya haraka uende shule. Mimi sikukorogwa mimi, haraka hiyo ni njia. Yeah, mama, nenda toka toka sasa. Kwa hivyo wewe ndo unamfanya mpaka Rei anachelewa kwenda shule, so, so. Ah, we, we, shule, si ndio?

Basi si tusimame kidogo pale, hii mtoto uwajipenda faida yake. Rei, uh, uh, uh, unafanya nini? Umetoka shule a nyumbani, hasa unafanya nini hasa? Unaongea nini na wanafunzi mm? Ulimaliza shule fata yako, achana na wanafunzi, wajulie hali gani? Haya, eh, mbili mbili, kanyaga mbili mbili, uende zako kwenu huko, jasumbua eh, mtaa tu hapa iii namba majaakuni leo kuna vubuto yeah. Kweli, harakisha harakisha tafadhali. Sasa dada, mm -hmm. Hebu kwanza kaa, nataka nikuulize kitu kidogo, alafu hii makuti nisema isikali weka leo kwa sababu ikalhivi ina, inaharibika. Ungetafuta hata sehemu nyingine ya kukaa basi si kwenye hii makuti, ama ni kwa sababu wewe ndio utengezi nezi makuti haya yote? Tisa kumi, tuyache hayo, tukanataka kidogo kidada, dikuona umepiga na mwenzako hapa yule. Nani yule? Au si yeye. Yule rafiki yangu na ni mtoto wa shule. Alafu unavyoongea ni kama kuna vitu niko navyo nasema nisiane. Ah, mimi nakujua. Wewe ni kaka yangu na kujua mimi sana. Lakini naomba umwongelee shule mwenzako. Mimi namwambia nini? Hata si mambo mengi. We mlete tu ukifika hapa wewe niachie. Mambo yote nitamalizia ta, mimi mwenyewe. Wewe njoo naye ukifika hapa mi nitamalizana naye. Kista kimleta tu. Sisi kujana ya. Sasa nikatalia lakini wewe vile unavyokuona, mimi pia mtoto wa shule wake, naye anakuhusu nini? Na kutuma maji lakini hata ilikuwa kitu kingine. Alafu unaona hiki area yako itakuumiza wewe. Ujue mimi mkubwa wako unasikia? Niambia mambo mengine unaongelea mambo mengine. Muone vile. Sasa bado niongelea jamani. Kila matrix ile na vector. Wapi shida kwa kundi la mama? Mimi yangu nishamaliza kitambo. Sijui venye zafanya. Popoa. Popoa.

tu hapo, usiniulize mimi ni nani ninakwambia, usiniulize mimi ni nani, nakwambia achana na dadangu, achana na dadangu wewe dadako Njoo hapa, mbona watembea kunyapanyapa? Sikuoni na maji. Umetoka hapo ukiwa uenda uenda kuteka maji, maji yako wapi? Ndo iko wapi? Maji na ndoo ziko wapi? Kule unakonionyesha hivi, ukinionyesha hivi, ziko wapi ndoo? Ndo iko wapi? Na maji iko wapi? Ndoo na maji, umetoka hapo ukienda kuteka maji. Mbona, nkuja wewe tena, waja kunyapa, kaambaye waogopa, kambaye wa ni nini? Sikuelewi, kuelewi wapi? Maji na ndoo iko hapa, ameipata wapi hii ndoo? Mama naam, mwana mama, namkanye mwanao, nakwambia mama, mkanye mwanao. Aya ha, ni mangapi haya? Ndoo imepatikana wapi hii? Imepatikana wapi hii ndoo na haina maji? Ameamua kuibeba ameamua kuibeba, ameipata wapi? Wewe mwenyewe ulikuwa wapi na ndoo ilikuwa wapi ndo akaipata mwenyewe, akaamua kuibeba tu kwa raha, akaamua kuibeba kwa raha zako, kumaanisha kwamba kuna pahali ulikuwa umeiacha wewe. Mtoto bado uniue, nakwambia utaniua huko kulikobakia, utaniua na sijui kama ukiniua utapata nini.

We, tuongee kidogo we. Kwani wani? Naenda shule jeta, sikujui ninini. Hey, wewe hey. Okay, nende lakini ujue mi nakupenda hivi umsani, kwamba hanielewe mami, ndo nimekosea kuongea Hapana, labda ni vile amechelewa, lakini sitakata tamaa msichana, tabidi nifuatilie, nijua natokezea wapi. Nah, mama. Kidogo tufikieni eti mwanangu nimefikiriani kuongelesha. Naomba kukuongelesha mimi, mm. Nimekuwa mtu mzima siwaniona mm. Nawee si umekuwa kijana ukijana ubarubaru oh, wewe sasa hivi, mimi nataka nilikuwa ni ombi langu uniletee mkaza mwana kwa sababu kazi ni nyingi hapa, zimenidhidi, ni nyingi, kuna hili huku hili kule, nahitaji mkaza mwana tena, isitoshe nahitaji wajukuu mimi. Sawa mama, lakini sasa kuna jambo ambalo hapa bado linatuzia, masomo ya Rai, mama mimi maoni yangu yakuwa ya yatakuja baadaye, lakini kwa sasa tushughulikie huyu Rei mpaka maliza. Akishamaliza elimu yake kwa vizuri, basi huku kwa mama kutafika tu. uh-uh. Rei asiwe sababu wanipata Rei asiwe sababu, sitaki awe sababu kabisa. Mimi kile ninachotaka, nataka niletee mkaza mwana. Usiniambie mambo ya Rei kusoma, kumlipia school fees, nini na nini Kile ninachotaka ni mkaza mwana. Nahitaji wajukuu hapa, nahitaji kusaidiwa hapa nyumbani mimi. Tumeeleana. Kwa hivyo sitaki a a sitaki uniambie mambo ya Rei, ya masomo ya Rei. Hayo tutafanya na mkaza mwana nahitaji uniletee. Sasa mama, mmekuja nigombeza ama ni ili nimekuwa bila hiyo mambo ya kuoa mama ni baadaye ah. Ah, mimi sitaki mambo ya baadaye. Mambo ya baadaye sitaki, nataka sasa. Sasa mama mimi nimekuwa baadaye mambo ya kuoa Uendeleaje, my love? Naendelea poa. Tuka ile siku ama amekupelekaje? Salama tu. Akukorofisha nyumbani? Mm, aliongea tu kidogo. Very good. Nafaa kwenda Nairobi next week, my dear. Lakini siwezi enda kabla tuonane, pow uko moyoni mwangu. So nakwambia nataka niweke life yako sweet. Very, very sweet, my love. Thank you. Yes, you're worth it. it it we We We can give it a try. We need a trial. We can give give a a a try. need trial. trial. Very good. So, tukitoka hapa, but umesema huna simu. I want to buy your phone. aw na we. Ah, utaweka vizuri kaka. yes, wajua a lady like you should not miss a phone. Digital, my digital, sweet Ray. And, unajua you know, we need to communicate sota taiweka vizuri mimi nitairegister line kwa majina yangu, alafu nikupe. Promise me, cause I'm sure I will make your life very comfortable, very comfortable sweet pot shule hii hmm. Mwanangu nam mama, mbona tena yamekuwa haya, mbona yananishangaza, mbona umeanguka mtihani namna hii eh? kiasi hiki jamani. Mama mtihani ulikuwa mgumu kwa kweli, nilijikaza lakini ulikuwa mgumu sana. Lakini kila wakati huwa nakwambia, ugusiguse vitabu, usikae bila kugusagusa vitabu Wajaribu eh? Mama wajaribu, lakini hivi haviridhishi, hivi havijaniridhisha bado. umesikia mwanangu hmm? <gibu>, mama. Eh, hii ripoti haijaniridhisha mimi mm. Haijaniridhisha, nahitaji majibu mazuri zaidi ya haya mama. ni nini, hebu majibu ambayo hayaauambay ni dadako, hmm. Ni nini rei hivi sasa? ulikuwa mgumu, sa ulikuwa mgumu, basi we hivi lak. Mama alikwambia, mama mkanye huu mwanao, mkanye mwanao kwa sababu ya alizonazo, ah aona haya majibu hayaridishi. ana utajikaza kabisa, hayaridishi haya majibu. nataka majibu mazuri mimi ya kueleweka, mama, nataka vizuri. majibu yaje, majibu ya, ya kueleweka ndio ninayoyataka mimi. alafu huyu kakako naye anajitia hapa kukusemea, kukusemea. kakangu anaangalia kama anacitian anajisha kuongea basi, kuongea kwingi na simuelewi elewi. Pia na yeye ushinda tu huko hmm, nyumbani, hata hata kutafuta kazi. Simuelewi elewi kabisa, tafuta kazi hmm. hmm? angalau ende mjini hata nipumzike. hmm. ah. Yeah, jamani, mwanzo nataka nataka ashughulike mimi, nataka ashughulike, si mambo ya kunio ya kuketi ku tu hapa na kuleta maneno maneno ya kukuongea wewe saa zote

unaonekana mwongo, mimi ninakujua masikio mm -hmm. Masikio msichana a mwingine, naelewa katika wale wawili mmoja ndio wako, lakini sasa uwezi ukacheza na mmoja kwa sababu